Sote ni mashahidi hapa leo, khatibu katufanyia kazi kubwa sana, katuambia jambo, mada ambayo kwa hakika ni muhimu tuwe tunaikumbuka kwamba tunafanya tunayofanya duniani, lakini mwisho wa siku, kwanza hakuna anayejua hapa duniani atakaa kwa muda gani. Tunajidanganya kwamba tunaishi kwa, kwa siku au kwa miaka tukiulizwa tunaulizana, we miaka mingapi? Kwa sababu ndio binadamu tunavyojidanganya, kwamba sie tunaishi kwa, kwa miaka, lakini ukweli eh, hatuishi kwa miaka, tunaishi kwa sekunde au chini ya sekunde. Ndio eh, maana Mwenyezi Mwenyezi Mungu akatuambia walan yuakhir allahu nafsan idha jaa ajaluha. Sasa unaijua wewe haiko kwa miaka, iko kwa sekunde. Ikifika sekunde yako, sekunde hiyo hiyo ndio utarudisha amana ya watu. Sasa tunajisahau sana, tunadhani kwamba hapa tupo na basi tu, baada ya hapa wengine tunajisahaulisha kwamba mwisho wa siku kuna hesabu, na hesabu ya yule ambaye kajiwekea mwenyewe kwamba hatodhulumu lolote hata nukta ulilolichuma au ulioacha kulichuma, likiwa baya likiwa jema. Sasa haya ni mafunzo makubwa sana, shida yetu ni kushikamana nayo hayo. Sasa mimi leo sitaki nitoe hutuba ya tatu, lakini nataka ni nikumbushe, maana hutuba mbili zishatimia, au sivyo? <laughs> nikumbushe tu katika tulioelezwa kwenye hutuba ili yaendane na yale ambayo tunakwenda nayo katika nchi yetu. Najua mengine mnashauku nayo kuyasikia. La muhimu, ndugu <coughs> zangu, niseme tumepewa ma ma mawaidha haya ikiwa ni sehemu ya neema kubwa Mwenyezi Mungu aliyotupa, neema ya Uislamu katika nchi yetu. Alhamdulillahi, Mwenyezi Mungu katujalia hilo, kwamba katupa wengi wetu asilimia takriban yote unaweza ukasema ni Waislamu na Uislamu ni neema kubwa sana, kwa sababu umetanguliwa na kupewa na kitabu kitabu kilichokuwa bora kuliko vyote vilivyowahi kutokea na ambavyo hakitotokea chengine E, chenye ubora juu yake kitabu ambacho hakikuacha kitu, hakikuacha kitu hata kimoja. Sifa yake Mwenyezi Mungu, kwa kupitia hichi kitabu chake, na kwa kupitia mwalimu mbora kuliko walimu wote waliowahi kutokea katika dunia, tumepewa sisi Waislamu kitabu bora, mwalimu bora, na sisi tukateuliwa kwamba ni umma uliokuwa bora tunataka nini zaidi ya hapo? Tukishindwa ni sisi wenyewe. Sasa hili ni amana, mbali ya kwamba tumepewa, lakini hii ni amana. Uislamu ni amana, kwamba tuusimamie, kwamba tuuendeleze, tuupiganie ni wajibu wetu tuupeleke mbele, ni wajibu wetu. Ulitegemea kwamba tuupeleke mbele kwanza, tuanze kwa wale ambao wao hawajapata neema hii, kuwafikishia ni wajibu wetu, au si hivyo? Jamani, ni dhamana yetu, lakini tujiulize, utafikishaje eh? Huu Uislamu kwa asiyekuwa Mwislamu, ikiwa wewe mwenyewe muislamu huo Uislamu umeusahau? Ati jamani, huyu mwalimu ambaye kasahau kabisa masomo yote, atakwenda vipi kumsomesha mwanafunzi kwa masomo ambayo yeye mwenyewe anaonekana hasa kwamba kayasahau? Kwa hivyo hii ni dhima kubwa sana, tuliona na tusiache kwa maana hiyo, kama tuna dhima kubwa, ni pale sisi wenyewe Waislamu tunapousahau Uislamu wetu. Dhima yetu kubwa ni kuwakumbusha wenzetu walio kuwa wameusahau, ndio kama hivi alivyofanya khatibu hapa kwamba tumejisahau, na tunayaona kwamba tumesahau. Sasa hili mimi nasema ndugu zangu, kwenye maisha yetu. Maanake sisi ndo tunasema, nchi hii ina Waislamu. Si nchi nyingi zinazopata neema kama iliyopata Zanzibar. Hata hizo nchi unazoambiwa wewe kwamba zina Waislamu wengi sana, au nchi za Kiislamu, zinazojiita nchi za Kiislamu hazikupata neema hii. Sasa sisi bahati mbaya kwamba pamoja na neema hiyo, lakini tunaona kwa kadri maisha yanavyokwenda tunapelekwa kutoka nje ya Uislamu tena kwa nguvu kubwa sana, ndiyo tunakopelekwa. Akhlaki za nchi yetu tunaziona zinavyopotea, na zinapotea kwa sababu moja kubwa, wale waliopewa dhamana ya kusimamia au waliojipa dhamana hawashughuliki na hilo. Nchi yetu sema ya Waislamu, wazungu walipokuja hiyo miaka walipokuja Waingereza wameanza kuitawala nchi hii elfu mia nane na tisini, wakatuweka chini ya wenyewe wanaita Mahamia Protectorate. Alikuwepo sultani toka elfu mia nane na thalathini, ndio rasmi sultani kaja nchi hii, akaendeleza misingi ya Kiislamu alioikuta, sababu Uislamu nchi hii haukuja na sultani, eh? Ndio maana tunaona kuna msikiti kule Kizimkazi e, umekuwepo miaka zaidi ya mia tisa kabla sultani hajaja. Sasa lakini alipokuja yeye kaendeleza hiyo misingi ya Kiislamu. Kaika makadhi akafanya nini? Lakini Waingereza walipokuja wao wakasema nchi hii hapa ilipo pazuri kwa sababu walitawala Waingereza dunia nzima takriban nchi nyingi lakini hawakukuta pahala walipotawala hapa pakawapana ustaarabu pana nidhamu pana misingi kuliko Zanzibar. Hizo ndio wenyewe wanavyosema kwenye ripoti zao wenyewe, hakuna nchi hata moja walioitawala duniani wakaikuta ina misingi madhubuti kuliko walivyoikuta Zanzibar. Na ndio maana na wao wakasema, hii misingi hii tuiendeleze, itatusaidia hatutokuwa na kazi. Ndio maana wakasema kwamba wakaanzisha wakasema, hii mahakama zakati zianzishwe rasmi 1897 wakasema, sharia hizi za Kiislamu ziwe ndio sharia mama za nchi, ikatangazwa rasmi 1908 kupitia sharia ya mahakama ya 1908 kwamba sharia za Kiislamu ndio sharia mama za nchi hii. mm -hmm. Hata kuna kesi moja, waligombana na Mjerumani na Waingereza, wakakubaliana bora tuamuliwe, tuhukumiwe kwa sharia ya Kiislamu, si waislamu wao? Na hizi jamani, sisemi tu, zimo kwenye vitabu vya kumbukumbu kumbu zetu vya za mahakama. Walikubaliana na wakaamuliwa na wakakubaliana kufata hukumu iliyotolewa kwa sharia ya Kiislamu. Wakapitisha sharia ya kusimamia wakfu 1907 ndio ilipoanzishwa kamisheni ya wakfu, sababu aliona hili jambo zuri, wakapitisha sharia ya kudhibiti kuhifadhi eh? Kwamba unywaji wa pombe usiwe kiholela, utaiharibu nchi. Wakapitisha sharia 1909, wakaanza kukataza tembo kali, gongo eh? na hata hivyo vinywaji vyao wenyewe wakaviwekea utaratibu. Ukitaka kunywa lazima uwe na kibali, na lazima uwe raia wa Kiingereza. Raia wa sultani alikuwa haruhusiwi, tunafahamiana hiyo. Ndio dhamana waliojipa, wamekuta jambo zuri, wakasema jambo zuri hili, pamoja na kwamba wao si waislamu, waliendeleze. Lakini leo eh, tunakuta tunauua Uislamu akhlaki za Kiislamu na Uislamu sisi wenyewe, kwa mambo madogo madogo. Mambo leo, tumekuwa Waislamu, ni ndugu zetu, ni sisi kwa sisi, au sivyo? Leo mtu kasahau, aliyosema alitwambia Mwenyezi Mungu kwamba aman hadha alladhi yarzukukum in amsaka riska bal lajufiutu wanfu, tumelisahau hilo Leo yuko mtu tayari ende akaibe, adanganye awe ndugu zake eh, afanye ghushi eh, afanye kila aina ya dhambi ili apate cheo. Anadhani kwamba kile cheo chenye, eh, kwamba kile ndio itakuwa riski yake, ndio atapata, ndio mapato yake. Kasahau kwamba mtoaji wa riski mwenyewe Mwenyezi Mungu kajinasibu nayo kwamba riziki ninatoa mimi, nsipokupa mimi atakupa nani? Naam, na hata hicho unachokipata ukipate kwa jasho lako, kwa njia halali, bado Mwenyezi Mungu anasema si chako eh? Ndio alivyotuambia usipo kwenye surati al-Hadid kwamba aaminu billahi wa rasuli wa anfiku mima jaalakum mustakhlafina, kwamba hata hicho ulicho nacho wewe ni khalifa umewekewa ukisimamie tu, sio kwamba ni chako hasa, ni chake Mwenyezi Mungu. Sasa wewe Muislamu, lakini leo unakwenda kutafuta machumo kwa kuua ndugu yako kumfitirisha ndugu yake kumkosesha haki yake Kisa nini? Unatafuta jambo dogo unalosema wewe ni kipato. Kipato hicho kama wewe mwislamu kweli, kitakufikisha pahala gani? Lakini hilo tunaanza kuzoeshwa, na kibaya zaidi, viongozi wa Kiislamu leo, yameshatokea hayo, wanakatazwa na wanajikataza, wanahofu kuyakemea haya. si sawa, Naam, au sivyo? Na, na anayekemea anaonekana huyu mbaya, na wasiokuwa wengine wanaogopa nao, tunaogopa kusema kwamba jamani, hii sivyo. Hatuwezi katika nchi yetu tukaendeshana hivi, sisi Waislamu. Hata tusingekuwa Waislamu, hao wasiokuwa Waislamu hawaendeshani so wa hawa hivi. Yani leo tumekuwa ni aibu kwamba eti sisi Waislamu, Mwenyezi Mungu aliotupa yote hayo, kitabu bora, mwalimu bora eh, na akatuteua kwamba ni umma bora, lakini leo tumefika pahala, jamani, tuna wenzetu hawa wasiokuwa waislamu ambao sisi ndio tunaopaswa twende tukawalinganie. Leo wanafanya jamani, jambo dogo. Kwa mfano tulolipita, lazima tuwe tuliseme tumepita kwenye uchaguzi hapa, tukiungana sote, tukisema tupite kwa amani. Hajiuliza, kwa nini uchaguzi kitu gani? Si jambo la kuchaguana tudani aongoze wenzake, lakini tukashirikiana tukaomba, lakini ndio tumeaona yaliyo yaliyojiri yali, tunaambia hakufa mtu, ila kitu kimekwenda salama. Lakini salama huyo sijui salama gani, lakini sote tuna tunayajua kwamba <gulia> huyu ndio ukweli. Wenzetu tuliomtaka kwamba hatuongoze tuseme, jamani, hatukuwa badi uchaguzi, hatukuwa na uchaguzi, ndio ukweli, au sivyo? <gulia> maana nchi hii tumeanza kufanya chaguzi tokea elfu tisa mia hamsini na saba, si wageni nao. Uchaguzi tunaujua, uchaguzi unakuwa vipi. Hata hivyo, baada ya vyama vingi. Tumefanya uchaguzi 2010, 2015. Bado mimi nasema ni kigezo cha angalau hata kwenye vyama vingi uchaguzi unafanywa vipi? Lakini leo yametokea hayo. Eh, na anatokea viongozi wa Kiislamu hayo kutaka kuyahalalisha, kwanza kuyanyamazia kwamba hakukutokea lolote, na la pili kutaka hayo kuyahalalisha kwamba haya ndiyo halali, yamekuwa jamani hivyo. Sivyo, kwa sababu sisi tunatakiwa tukawalinganie wasiokuwa Waislamu. Sasa tuna nchi ambazo si Waislamu wamefanya haya haya chaguzi, lakini eti wao wamefanya chaguzi zao kwa uadilifu na kwa uwazi. Wamefanya Malawi uchaguzi wamefanya Botswana wamefanya Zambia wamefanya Lesotho wamefanya Afrika Kusini, lakini wamefanya visiwa vidogo kama sisi Seychelles. Wamefanya uchaguzi eh, mwezi wa Septemba mwaka huu eh, na wamekwenda katika nchi ya Seychelles eh, mwaka ishirini ishirini walipofanya uchaguzi aliokuwa mpinzani alishinda kwa asilimia hamsini na nne akaambiwa sasa twende, wende mwana wa nchi tuende change. Juzi wamefanya uchaguzi Septemba, eh, huyo alioshinda mpinzani kaja akashindwa tena kwa asilimia ile 54 na yule aliyokuwa chama tawala huko, wamefanya uchaguzi na hawa nchi yao ina watu laki moja na ishirini elfu lakini wamefanya. Eh, na Waislamu sisi ni asilimia nne basi. Mauritius ni nchi ndogo kama sisi ya visiwa Wako bilioni moja laki sita. Lakini wamefanya uchaguzi eh mwaka jana Novemba wao, eh, aliokuwa pinzani wameshinda, aliokuwa chama tawala akashindwa eh, mimi wanasema kwa sitini kwa bila maana, katika viti sitini hakupata hata kiti kimoja, katika majimbo ishirini hakupata hata jimbo moja, kwa utaratibu wao wakaambia, basi tunakupa viti viwili vya kufutia machozi, usikae hivyo hawa si Waislamu, ni Wahindu, ni Mabudha, ndio Mauritius. Lakini wamefanya mambo yao kwa uadilifu. Sisi tumefanya hivyo? Tukiri kwamba nchi yetu bado imejinamia, tukiri kwamba kila mtu ana hasira zake moyoni, kila mtu ana makasiriko yake ndani ya moyo. Haiwezekani waislamu kukakaliana namna hii. Ni wajibu wetu haya tuyakemee tu tuyasemee, kwamba haya yasitokee. Kwa hivyo, mimi nashukuru sana kwamba amani, haya tunaoambiwa katika misikiti, katika mawaidha, naomba tushikamane nayo. Wanaofanya haya ni ndugu zetu, pengine tumeumumisikitini, tunaofanyia na haya, kisha tunakutana misikitini, tunafanya ni watu wa moja, lakini akija haya tunajisahau kwamba sisi ni wa moja. Ni wajibu wetu, hii ni amana. Uislamu wasiokuwa waislamu waliichukua amana hii wakaiheshimu katika nchi hii na wakaiendeleza wakaitunza. Tunashindwaje sisi ambao ni waislamu kuichukua amana hii tukaitunza tukaiendeleza? Tutaharibikiwa. Tuna dhamana ya kuwakabidhi watoto wetu na vizazi vijavyo nchi hii ikiwa na misingi ya uislamu wa kweli, misingi ya uadilifu, misingi ya watu kupendana sio ya kuwa katika eh, uhasama katika, katika nchi. Kwa hivyo mimi nashukuru sana kwa hili, na niwaombe ndugu zangu tushikamane nalo. Niseme tu kwamba yametokea ya haya, sisi mliotupa dhamana hiyo, kwa upande wetu tukachagua njia ya amani ya kutafuta kuyasawazisha haya, na niwaambie tu kwamba njia hiyo tunaendelea nayo na inshallah, tutakapofika tutaambia kila mtu e, tumefikia nalo wapi, lakini sisi tumechagua njia hiyo kwa ya amani ya kulitafuta hili. Kwa hivyo na mimi niseme tu kwa ufupi, hiyo njia tuliochagua tunaendelea nayo. Hata jana mimi nimesafiri asubuhi kwenda Unguja nikarudi jioni, kwa ajili ya hayo hayo ya kutafuta haya kwa njia ya amani. Mimi niwaombe tu Waislamu sote eh, waliokuwa wetu, waliokuwa si wetu, sote tuendelee na subra, kwa sababu amani ni kwa ajili ya wote. Nchi ikiwa na uadilifu ni kwa manufaa ya wote. Nchi ikiwa na haki ni kwa manufaa ya wote, lakini nchi hii tusijidanganye, hata huyo alofaidika na, na yaliyotokea basi ujue kufaidika kwake ni kwa muda mfupi, kwa sababu huwezi kutunza amani katika misingi hii ambayo kuna dhulma kubwa. Mwingine kakasirika na kakasirika kwa sababu kaona kadhulumiwa. Hu si uongozi, tukishakuwa viongozi, mimi na chama changu, lakini mimi nachukulia ni kiongozi wa wananchi wote, yeah, waliokuwa wangu, wasiokuwa wangu, na ni wajibu wangu kupambania lililokuwa na manfaa kwa aliyekuwa wangu na asiyekuwa wangu. Huo ndio uongozi na hilo ndio tunalolifanya. Kwa hivyo mimi naomba tuvute subra, tuendelee dua. Asalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Asanteni.